Serikali Uturuki imefikia makubaliano na Uingereza kununua ndege ishirini za kivita aina ya Eurofighter, Typhon, thamania, dollar, billion, za ya Eurofighter Typhoon zenye thamani ya takriban dola bilioni 11 za Marekani, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi hiyo wakati ikiendelea kutengeneza ndege zake za kizazi kipya kan. Makubaliano hayo yalisainiwa mjini Ankara kati ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Wizara ya ulinzi ya Uingereza imeeleza mkataba huo kuwa mkataba muhimu zaidi wa ndege za kivita kiza katika kizazi kimoja, huku Erdogan akisema ni ishara mpya ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili, washirika wa karibu. Akizungumza mjini Ankara, Starmer alisema makubaliano hayo pia ni faida kwa muungano wa kijeshi wa NATO ambao nchi zote mbili ni wanachama. Huu ni upande wa kusini mashariki wa NATO, na kwa kuwa uwezo huu wa kijeshi kwa kushirikiana na Uingereza ni muhimu sana kwa usalama wa muungano mzima, alisema Starmer. Ndege ya kwanza kati ya hizo 20 zinatarajiwa kuwasili mwaka elfu mbili na 30 kulingana na ratiba ya makubaliano hayo. Mwezi Julai mwaka huu, Uturuki na Uingereza zilisaini makubaliano ya awali ya ununuzi wa ndege 40 za Typhoon iliyopitishwa na wanachama wengine wa muungano wa Eurofighter ambao ni Ujerumani, Italia na Hispania. Maafisa wa Uturuki wamesema nchi hiyo inalenga kununua jumla ndege 120 ili kuimarisha jeshi lake la anga kabla ya ndege zake za kani kuanza kutumika rasmi. Aidha, wizara ya ulinzi ya Uturuki imetangaza mpango wa kununua ndege 12 zaidi kila moja kutoka Katari na Oman kama sehemu ya juhudi za kufikia uwezo wa kijeshi unaokaribiana na washindani wa kikanda kama Israel. Mwaka uliopita Uturuki ilisaini pia mkataba wa dola bilioni saba na Marekani wa ununuzi wa ndege 40 za F16 ingawa utekelezaji wake umekumbwa na ucheleweshaji. Rais Recep Tayyip Erdogan pia amezungumza na Rais Donald Trump kuhusu uwezekano wa Uturuki kurejea kwenye mpango wa F35 ambao uliondolewa mwaka 2019 baada ya kununua mifumo ya ulinzi wa makombora h 400 kutoka Urusi. Ziara ya kwanza Stama nchini Uturuki kama waziri mkuu imekuja wakati ambapo Ikram Imamoglu meya wa jiji la Istanbul na mpinzani mkubwa wa Erdogan, akikabiliwa na mashtaka mapya. Mwendesha mashtaka wa serikali amemshitaki Imamoglu kwa tuhuma za ujasusi wa kisiasa baada ya kukamatwa mwezi Machi kwa madai ya rushwa. Imamoglu mwenyewe akikanusha tuhuma hizo, akisema ni njama za kisiasa za kumzuia kushiriki katika uchaguzi ili kumwondoa Erdogan ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo.